Naitwa Mama Ali, tunahudumia wafugaji wa rejareja reja na wajumla kwa <tipopi> <ito> kifupi, naitwa Mama Ali. Mimi ni mfugaji wa kuku, nafuga ko kuanzia mia sita mpaka mia saba na ng'ombe wa nne. Tunachokiomba sisi mtuonee huruma wa mama ambao kwanza umbi umekwenda, lakini hatutaki kuwa tegemeje, mtupe mikopo yenye riba nafuu, ili tuweze kuendeleza hizi mitaji yetu ziweze kukua, tusiwe mizigo kwa watoto. Ni mama wa watoto wa tano na wajukuu sita. Kero yangu ni ufugaji, sasa hivi umekuwa ni mgumu kwa sababu kwanza masoko kwa, hatuna biashara yetu imeingiliwa na watu wenye pesa zao, na sisi bado ni wachanga, ni watu wadogo wadogo, wafugaji wadogo wadogo. Kwa hiyo tunashindwa kujibeba. Kwa hiyo mimi ninachoomba, sisi wafugaji wadogo wadogo tupewe nafasi ya wafugaji wadogo wadogo ufugaji wa kuku huo ufugaji wa wafanyabiashara dogo dogodogo, mfugaji nanii, shughuli za kututolesha vifaranga tuachie watu wenye nafasi zao. Kingine kero ni tunapata vyakula ambavyo sio bora, vyakula vinakuwa vinazidi kutu kata mitaji kwa sababu kuku hawakui kwa wakati, kuku ana wa dumaa. Kwa hiyo unakuta una mitaji ina didimia. Mimi kwa kweli serikali yangu naipenda sana, viongozi wangu nawapenda sana kwa sababu wanatujali, lakini wageuze jicho la pili kwamba kuna hawa watu ambao sisi bado ni wadogo wadogo, mfugaji wa kuku mia tatu mia mbili eh? Alafu anafuga wale kuku, anakosa soko kwa wakati, ni hasara moja kubwa sana. Na mitaji hii tunachukua kwenye mikopo, vikoba tunakopa, wakuta wamama tunanyang'ona, atoa vyombo ndani kwa, kwa sababu ya pesa za watu tunasia kuzirejesha. Kwa hiyo mimi inachoomba serikali, hebu iangalie kwa jicho la pili. Naitwa Zakaria Gideoni Mgimba, ni dokta wa mifugo. Tunazungumzia magonjwa ya mifugo hususan upande wa kuku. Kuku ana magonjwa mengi, lakini kuna magonjwa viral disease, magonjwa ya bakteria na magonjwa ya protozoa. Tukianza mava... ugonjwa wa hatarishi sana ni magonjwa ya viral disease, ambao haya magonjwa kuna Newcastle Gomboro, maleki na mengine. Ukija upande wa ugonjwa wa bakteria kuna chronic respiration disease, kuna typhoid na kuna fowl cholera na mengine. Protozoa ni coccidiosis na mengine yapo mengi tu. Sasa tunaanza na magonjwa ya haya tuliyotangulia kusema, haya ya Viral disease. Viral disease, ugonjwa wa viral disease huu hauna tiba ya moja kwa moja, lakini kuna chanjo. Kuna chanjo ya Newcastle kuku ambaye anapewa akiwa kifaranga. Kuna dawa zile za kuanzishia kifaranga, anaanzishiwa hizi nestiki na vitamini. Akimaliza siku ya tano, siku ya sita anapewa maji ya kawaida siku ya saba anapewa chanjo chanjo ya nyukesti. Hivyo hivyo akitoka hapo, kama ana shida yoyote, ana mafua ana nini, anapewa vitamini mpaka siku ya kumi na nne siku ya kumi na nne anapewa chanjo. Akitoka kupewa chanjo, anapewa vitamini. Kwa hiyo kama kuna tatizo lingine, ndio mkabili, kama mafua na nini, atapewa dawa za mafua. Hapo tunatoka tunakuja magonjwa kuna magonjwa ya bakteria kama mafua chronic respiration disease. Haya magonjwa yanategemeana sana na hali ya hewa. Sasa hapo inatakiwa mfugaji apewe elimu kuhusu banda lake, namna ya utengenezaji wa banda, na kuku anatakiwa apate azibiwe kwa muda gani, sababu kuna utaratibu wa kuziba mabanda. Kifaranga akiwa mdogo anahitaji joto na kuzuia upepo. Hewa anahitaji lakini, kuzuia na kuzuia upepo usiingie bandani. Lakini sasa wafugaji wengi wanakuja kujisahau, wanaziba mpaka kuwa kunakuwa hamna ile rotation ya hewa kuingia bandani na kutoka. Sasa hiyo inasababisha kuku akiwa bado mdogo tu anapata mafua. Sasa akipata mafua, wanaanza kutumia dawa za mafua kulingana na banda lake sio rafiki, lipo chini, labda madirisha kidogo. Kwa hiyo hii sasa kwenye chronic wanatakiwa wafugaji wengi wapewe elimu, banda litengenezwe likae kwa muundo gani, na kuku azibiwe kwa muda gani, na kuku apewe joto kwa muda gani. E, tukitoka hapo kuna hii magonjwa ya protozoa ambayo ni coccidiosis. Sasa hii magonjwa ya protozoa hii ni protozoa disease inasababishwa sana na uchafu, contamination ya uchafu, kuku anakula chakula chini anakula chakula cha chini anakunywa maji machafu, inapelekea ugonjwa wa coccidiosis. Na hapa vilevile mfugaji anatakiwa apewe elimu, elimu namna ya kumtunza kuku kwao. Hapo tunarudi tena kuishauri serikali, serikali ina wajibu wa kutoa elimu kwa wafugaji, au shamba darasa kwa wafugaji mara kwa mara, na kuwaongezea vitu, cha kwanza elimu cha pili, miundombinu. Mimi ninachopenda kumshauri Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sababu, wa watanzania wengi ni wafugaji wadogo wadogo wa na wafugaji wadogo wadogo wa wanahitaji nyanja muhimu sana kwenye upande wa wafugaji, kwa mfano chakula, vifaranga na vingine. Sasa kwenye upande, tukisema upande wa vifaranga, kwenye upande wa vifaranga uzalishaji wa vifaranga mpaka kumfikia mfugaji mdogo mdogo posti inakuwa ni kubwa unakuta kifaranga unanunua labda elfu mbili na mia tatu chakula unanunua shilingi elfu tisini stata paka unauza unatumia gharama kubwa alafu paka unakuja kumuuza kuku kuingiza sokoni unakuta kuku ni shilingi elfu sita na mia tatu elfu sita na mia nne au elfu sita mia tano wakati kwa gharama hizo unazopiga ukipiga kuanzia chakula ukipiga kwanzia madawa, ukipiga nani hesabu kwanzia chakula, madawa na kila kitu, unatakiwa kuku muuze elfu saba mpaka elfu saba mia tano Lakini sasa unakuta gharama ni kubwa za uendeshaji na mfugaji mdogo mdogo, lakini kipato anachoenda kuuza ni kidogo sana. Kwa hiyo namshauri Mheshimiwa Rais apunguze kodi kwenye baadhi ya vitu, kwa mfano kama vifaranga apunguze, wale wazalishaji hawapunguzie kodi kwenye upande wa chakula, wapunguze kodi halafu e, vile vile adhibiti. Kuna vifaranga wanaingia kutoka nchi za nje, wana, wanakuwa wengi, wanaharibu soko la Tanzania. Kwao adhibiti vifaranga vibaki vya bi, ndani, alafu wapunguze na kodi. Hii ndio ushauri wangu. Jina langu naitwa Titus Lazaro Mgimba, uh, Mr. Jenga almaarufu. Najihusisha na utengenezaji wa vyakula vya mifugo vya aina vyote, lakini kama unavyojua soko la sasa hivi tumejikita zaidi katika upande wa vyakula vya kuku. Sisi tuko Dar es Salaam Ukonga. Uh, tunatengeneza na kuuza na kusambaza. Tunatengeneza, tuna starter ya mashi, tunatengeneza starter ya pellet pia, ambayo inaitwa crumble tunatengeneza groa ya mashi na tunatengeneza pia groa ya pellet na tuna layers kwa kuku wanaotaga mayai na pia tuna finisher kwa ajili ya kuku wa nyama wakubwa. Vyakula vyetu viko katika ubora wa hali ya juu sana, vinafanya vizuri sokoni kwa asilimia kubwa. Kwa kuku wanaotaga mayai layers, wanaenda kwa asilimia kubwa mpaka asilimia 85 mpaka 90 kwa kuku wa mayai na kuku wa nyama. Tuna, e, toa kuku wenye uzito wa kilo moja pointi tano mpaka saba kwa muda wa siku ishirini na tano na ishirini na nne Unaweza kuona hapo kwamba ni wanafanya vizuri, na si hivyo tu, katika hatua zote tunahudumia wafugaji wa reja reja na wajumla. Kuna watu wanaochukua kwenye maduka kama hapa, hapa niko dukani sio kiwandani tunakotengenezea. Hii ni baadhi ya maduka ambayo tunasambazia vyakula. Wale watu wa jumla tunawauzia, na wenyewe wanauza rejereja na kuna watu wa rejereja wanaokuja kiwandani moja kwa moja kama unavyoona, kuna, kuna stata, kuna goa na kuna finisha, na upande wa layers hivyo hivyo. Na ukiangalia nyuma yangu pale utaona kuna kuna, kuna, kuna virutubisho. Hii sio dawa, watu wengi huwa wanasema ni dawa, lakini ni virutubisho ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuboresha chakula pamoja kwa na kwamba vinauzwa pia, tunavitumia tunavitumia katika kuboresha chakula ili chakula kiwa kizuri zaidi. Mfano, ukiangalia kama hii uh, hii inatumika katika uh, maboresho ya, ya, ya ng'ombe. Hii ukiona hii ni ni, ni kampuni moja ya rafiki zetu kutoka Arusha inaitwa Shamba Kilimo. Hii ni, ni bidhaa ambayo anatumia ng'ombe anaweza kutoa maziwa mengi sana. Pamoja kwa na kwamba tunampa chakula cha, cha, cha, cha, cha, chakula mwenyewe lakini pia hii tunamchanganyia kwa ajili ya kuweza kurahisisha mmeng'enyo ili aweze kutoa maziwa kwa wingi. Na ukiangalia hapa kuna hii phosphorus. Inaandikwa phosphorus maziwa mengi eh? Maziwa mengi wakiwa wanamaanisha kwamba kweli, ukimpa ng'ombe anaweza kutoa maziwa mengi. Halikadhalika kuna vitu vingi kama hivyo ambavyo vinaendana na vyakula kama vya kuku. Kuna vitu vinaitwa premix, kuna DSP ziko pale, zinaboresha. Kwa hiyo tumejitoa kikamilifu kwa ajili ya kusaidia wafugaji wa, wa, wa, wa aina zote. Vyakula vyote tunavyo vya ng'ombe vya mbwa vya kuku tunatengeneza mpaka hata vyangamia. <laughs> Wateja tunawakaribisha, ukifika kiwandani kwetu utajifunza mengi, na huwa tunatoa seminars mbalimbali na tunatoa bure kabisa bila gharama yoyote. Tunawakaribisha ili uweze kujifunza mengi zaidi kuhusiana na mifugo. Fuga mifugo yako kwa faida kwa kupitia sisi kampuni yetu. Nawashauri mambo yako mengi, lakini nashauri baadhi ya mambo machache sana ya msingi. La kwanza, ili mfugaji aweze kupata faida, anahitaji anapofuga, anahitaji faida, lazima la kwanza afate ushauri wa wataalamu wa lishe, ambao ni sisi, na wataalamu pia wa dawa tiba ambao ni madaktari, ikiwemo uandaaji wa, wa mahali unapoweka wale mifugo wako, pawe safi na salama. Maji wanaotumia yatakiwa maji safi na salama, na chakula ambacho kimekuwa kimetibiwa kama nilivyoeleza pale awali. Anapopata hatua za ufugaji atatumia chakula kidogo, hatatumia madawa mengi. Kwa hiyo hata atakapouza mazao yake atapata faida kubwa zaidi, itamsaidia na pia. La pili, ninawashauri wafugaji kuhudhuria semina. Wamekuwa watu wagumu sana Napotangaziwa semina sehemu labda ya kulipia ama ya bure, watu waone umuhimu wa kwenda, lakini kuna umuhimu, kwa sababu pale unajifunza vitu vingi sana, ambavyo vitakusaidia kuweza kuinua uchumi wako. Hata sisi huwa tunahudhuria semina na tunaendesha semina pia. Kwa hiyo wafugaji na washauri wahudhuria semina, watafundishwa vitu vingi, hata utengenezaji wa vyakula na namna ya kuhudumia, namna na ya kujenga mabanda, namna ya kutengeneza mabanda ambayo italeta faida katika uchumi wa mtu mmoja mmoja na baadaye taifa kwa ujumla. Kwa jina anaitwa Idi Hamisi Mgaru, ni nashughulika na, na ufundi wa kutengeneza mashine mbalimbali mashine za, za nafaka katubiza binadamu na mifugo. Mashine aina ya kwanza natengeneza ni mashine za sehemakukoboa nakusaga namba moja ni na namashine namba moja na ishirini ambayo ndio wkubwa keeachoto natengeneza kusagaji mashine hiyo ina uwezo wa kusaga tani ishirini kwa siku, ambao nakoboa na kusaga bora ya mashine hiyo. Natengeneza kwa matirio ambayo ni magumu. sasa matirio haya ni kuanzia na plate ya milimita sita mpaka milimita nane, ambayo tofauti na hizi za kawaida ambazo wazozoea watu ambazo wanatumia matirio hafifu. Kisha namba mbili ni namba sabini na tano ambayo kapasiti yake ni ni tani kumi siku alafu kuna namba hamsini ambayo ni tani tano mpaka tani saba siku. Mashine za mifugo kuna aina mbili za mashine za mifugo: kuna mashine ya mashi alafu kuna mashine ya pellet. Mashine ya mashi ndipo kawaida tofauti. Kuna za uwezo wa tani mbili mpaka nusu tano, na ubora wa mashine ya mash mash ni nzuri kwa, kwa kuku wale wa mayai na natumia sana chakula cha mash. Lakini hizi mashine nyingine ambazo za kutengeneza pellet pellet bora zaidi kwa, kwa kuku wale wa mayai na, yani, kuku wa nyama, ambayo ile pellet utengenezaji wake inaanza napitia kwenye mash alafu ndio inatoka kwenye pellet. Oh, ile pellet bora yake ni kishasindikwa, ile material yote inakuwa sehemu moja. Mimi serikali yangu naambia, kwa sababu sisi jana wenyewe tulijadili, tunakwama katika katika mitaji, yaani sisi mitaji hatuna. Kwa hiyo oh, tunategemea mpaka mteja aje atakapohitaji kile kitu, sababu kishakiona, ukitengeza kitu kizuri ndo aje mje mm -hmm. Mkubaliane ndio mwanze kazi.